Ni fursa tena adhimu ya kukutana kwa ajili ya kupeana maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haraka haraka, mada yetu ama maongezi yetu, kabla mgeni hatujampa maiki, ni vizuri tukaweza kupeana nasaha walao kwa ufupi, na nasaha zetu zitasimama juu ninasema

ni katika mambo ambayo ni ya msingi sana na ni katika mambo ambayo anayeleta mafungamano kati ya mtu mmoja mmoja, bali kwa jamii ya Kiislamu kwa ujumla. wa dhalika lianahu badlun nasiha, kwa sababu ndani yake kuna kutoa nasaha au kujitolea muhanga, lakini pia kupeana na kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini hilo la kupendana kwa ajili ya allah subhanahu wa taala akasema bwana mtume muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuonyesha kwamba lina nafasi kubwa akasema mtume sallallahu alaihi wasallam ahabbu al-a'mali ila llahi subhana bora yama, ya ya mambo ambayo yenye kupendeza mno kwa allah subhanahu wataala ni alhub billah ni kupendana kwa ajili ya allah subhanahu wataala wal bughdhu fillah, lakini pia kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake ni kwamba ikiwa utapenda kitu ama utampenda mtu, iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wataala, na ikiwa utamchukia mtu, bali iwe ni kwa sababu ya, ma ya Allah subhanahu wataala, na wala si vinginevyo. Na mapenzi haya ya aina hii Allah subhanahu wataala aujaba ala nafsihi Allah akayawafanya kwamba ni wajibu yeye mwenyewe katika nafsi yake mahabbata kumpenda man takhallaka bi khulqi lmahaba kumpenda yule mtu atakayekuwa amejipamba na sifa ya kuweza kuwa na mapenzi mapenzi ya kuwapenda waumini, mahabatan lil muminin, mapenzi ya kuwapenda waumini attaiin, wale ambao watakuwa ni wenye kumtii Allah subhanahu wataala. Hadithi ambayo inasimuliwa na iliyopokelewa na abi idirisa alkhaulani rahimahullah anasema dakhaltu masjida dimashqa, siku moja niliingia katika msikiti unaopatikana katika sehemu za Dimashqa. Fa faidha fatan baraqu thanaya, ghafla mbele yangu nikamwona kijana ambaye meno yake imependeza. Wa idha nasu e, yule kijana baada ya kutokezea ni kijana ambaye anaonekana kwamba anabashasha uso wake pendeza, meno yake ina furaha kiujumla wa idha nnasu ma'ahu, ghafla nikiangalia kuna watu wako wamemzunguka kijana yule. Huyu bwana ambaye ni Idrisa al-Khawlani akasema, nilipoiona ile hali, fa idha ikhtalaf, fa idha ikhtalafu fi shay'in asnaduhu ilayhi, watu wakilifiana juu ya jambo fulani katika mambo yao na miamala yao, ghafla huelekea na kumfuata kijana yule. Wa sadaru an ra'i, mwisho wa siku yeye huwatolea fatwa na kuweza kuondoa zile yale mambo ambayo wamehitilifiana kwayo. Fasaltu anhu, huyu bwana akasema nilipoona hali ile ikanishangaza sana, nikaamua nikamuuliza. Faqila hadha Muadh bin Jabal, nilipouliza huyu bwana ni nani? Ni kijana lakini bado anaonekana katika umri ambao ni mdogo, lakini watu wanapohitilifiana hurejea kwake yeye na humpelekea kesi zao, na yeye hutatua yale matatizo ambayo wameambatana nayo. Nilipowauliza wakaniambia fa huwa Muadh bin Jabal, bwana huyu si mwingine, bali ni Muadh bin Jabal ambaye ni moja katika maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yule bwana akashangaa sana. Kwa nini hali hiyo? Anasema falamma kana min alghadd hajartu, anasema ilipofika siku ya kesho nikaamua, kwa sababu huyu bwana alikuwa sana anapenda nyumba za Allah subhanahu wa Ta'ala na anafika msikitini kabla hajaitwa kwenda kuitekeleza ibada ya Allah subhanahu wa Ta'ala wako watu wengi wamejiwekea mazingira kwamba kwenda katika nyumba ya Allah subhanahu wa Ta'ala ni mpaka asikie adhana. Kumbe kuna wakati unaweza ukafika kabla hata ya adhana, kwa lengo la kwamba ujikurubishe kwa Allah subhanahu wa Ta'ala. Sasa akasema kwamba ilipofika siku ya kesho yake, mimi nikaamua kuingia msikitini mapema, kabla hata watu hawajaadhini, lengo kwamba niweze kumkuta huyu bwana, fawajadtuhu yusalli, ghafla nikamkuta bwana yule yuko tayari ana swali, fantabartuhu hatta qada salatahu. Nilichokifanya mimi nilimsubiria mpaka pale alipomaliza ile sala yake aliyokuwa akiiswali. Thumma jituhu min qibali wajhi. Baada ya hapo nikamwelekea, nikamsalimia na nikakaa naye. Fasallamtu alayhi thumma qultu lahu. Baada ya kumsalimia nikamuuliza yuyu bwana, wallahi inni la uhibuka lillah Huyu bwana anasema nikamwambia Muadh bin Jabal, nikamwambia wallahi, mimi nakupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Kamwambia, inni uhibbuka lillah, wallahi nakupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Faqala Allah, anamwapisha je, maneno unayosema ni ya kweli? Faqultu nikasema, allahi, namwapa Allah subhanahu wa taala kweni nakupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala Faqala Allah Akarudia tena mara ya pili, je maneno unayosema kwamba unanipenda kwa ajili ya Allah subhanahu wataala maneno haya ni ya kweli? faqala Allah, nikasema kweli, na kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wataala na wala si kwa ajili ya jambo jingine. Maneno haya aliyarudia rudia, rudia, mara tatu. Faqultu bihabwa eh, faqultu Allah faakhadha bihabwati ridai fajadhabani ilaihial Muadh bin Jabal akanikamata, akashika katika fundo ya shuka yangu akanivuta kwake yeye. Baada ya kunivuta faqal, akawa ni mwenye kusema abshir, kuwa na bishara njema. Ikiwa kweli maneno uliyosema kwamba mapenzi yako ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi nakupa bishara abshir. Fa inni sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, hakika yangu mimi nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam yaqul ilhali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wa wasallam ni mwenye kusema qala llahu tabaraka wa taala amesema Allah mtukufu katika hadithi alqudsi, wajabat mahabati lilmutahabina fia, kwamba yamewajibika yamekuwa ni wajibu mapenzi yangu kwa wale waja wangu watakaokuwa ni wenye kupendana kwa ajili yangu mimi, walmutajalisina fiya, na wale wanapokaa vikao wa vyao wa hawakai isipokuwa kwa ajili ya mapenzi ya kumpenda Allah subhanah wataala na kikao hiki bila shaka ni kwa ajili ya kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wataala. Hakuna jingine lolote ambalo limetuleta isipokuwa mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuishi kwa kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wataala. Huu ni ushahidi tosha kwa maneno ya Allah aliposema wajabat mahabbati lilmutahabina fiyya, yamekuwa ni wajib. Allah anatoa ushahidi kwamba imekuwa ni wajibu mapenzi yangu kwa wale watakaokuwa ni wenye kupendana, si kwa ajili ya mali, si kwa ajili ya dunia, si kwa ajili ya kingine chochote kile, bali ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Walmutajalisina fiya, lakini pia wale ambao wanaokaa vikao vyao ni kwa ajili yangu mimi. Walmutabadhilina fiya, na wale ambao wanapotoa na kupeana si kwa ajili ya jingine, bali ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Walmahabatu fi llahi taala minhatun rabbania na haya mapenzi sasa ya kupendana kwa ajili ya Allah subhana wataala, hii ni tunu itokaye kwa Allah subhanahu wataala. Wa sirrun min alasrari alilahiya, lakini pia ni siri miongoni mwa siri za Allah subhana wataala. Allati qad la yudriku al-'abd sababaha, jambo ambalo huenda mja wa Allah subhana wataala asifikie kujua nini sababu yake. Illa annahu yushiru biathariha, isipokuwa athari yake ya atakuwa ni mwenye kuitambua. Qala taala. Anasema Allah subhanahu wa taala, innal ladhina amanuu wa amilu lsalihati, hakika ya wale ambao walioamini waliojipamba na sifa ya kumwamini Allah subhanahu wa taala, kisha wakafanza wakatenda matendo yaliyokuwa bora, matendo ya kumridhisha Allah subhanahu wa taala, sayaj'alu lahum rrahmanu wudda. Yaani wewe kujipamba na sifa ya kumwamini Allah subhanahu wa taala lakini pia ukawa unatekeleza yale uliyoamrishwa na Allah subhana wa ta'ala, ikiwa ni amri basi ukayafanya na ikiwa ni nahi ni makatazo ukakatazika nayo, hakuna kingine atakulipa Allah subhana wa ta'ala isipokuwa Allah atajalia mapenzi katika nyoyo zenu. Ndio Allah akasema, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, hawa walioishi katika kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhana wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atatia katika nyoyo zao mapenzi ya kupendana Qala ulamau tafsir, ulama tafsiri katika kuifasiri aya hii wakasema, yuhibuhum llah, hakuna jingine litakalofatilia maadamu wamemwamini Allah na wakatenda matendo yaliyokuwa bora ya kumridhisha Allah subhana wataala na wakajiepusha na yale waliokatazwa na Allah subhana wa ta'ala, hakuna kingine kitakachofatilia, bal Allah subhanahu wa ta'ala yuhibuhum allah, wa ta allah, wa ta allah, atawapenda wayuhabibuhum wa ila ibadihi lmuminin lakini pia atawafanya watu hawa wawe ni wenye kupendeza mno kwa waja wake Allah subhana wataala, ambao ni waamini. waqala fi haqqi sayidina Musa alaihi ssalam, lakini pia akasema Allah subhana wataala katika haki ya nabiyullah Musa alayhi ssalam. Allah subhana wataala akasema wa alqaitu alayka mahabbatan minni, na nimetia kwako wewe mapenzi yatokayo kwangu mimi. walitusnaa ala aini, lakini pia kwa kupitia hilo utakuwa ni mwenye kufanya au kwenda kokote unakoelekea chini ya uangalizi wangu, kwa maana ya kwamba chini ya uangalizi wa Allah subhana wa ta'ala. Ibn Abbas akasema kwamba ahabbahu wa hababahu ila khalqi Allah subhana wa ta'ala, alimpenda Nabiullaha Musa lakini pia akamfanya, akazifanya nyoyo za watu ni zenye kumpenda Nabiullaha Musa kwa sababu kasimama na yale ambayo ameamrishwa na Allah subhana wa ta'ala.

yuwa mpenda fulani, fa ahbibuhu, basi na wewe Jibrili kadhalika mpende. Fayunadi Jibril fi ahli sama, Jibrili atampenda mtu huyo kwa sababu ni oda iliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini yeye pia atakuwa ni mwenye kunadi kwa ahli sama, watu walioko mbinguni kwa kusema inna allaha yuhibbu fulanan fa ahbibuhu, hakika Allah Subhanahu wa ta'ala amempenda mja fulani, tena mja mwenyewe yuko katika ardhi hii na nyinyi mpendeni Jibrili. Anawaambia wale ahlu sama, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu fa yuhibbuhu ahlu sama, hakuna kitakachofuatilia bali ni ahlu sama watakuwa ni wenye kumpenda mtu yule. Thumma yuba lahu alqabulu fil ard, kisha baada ya hapo mtu yule itajaliwa katika nyoyo za waja wa Allah subhana wa ta'ala kumpenda. Wa yufasiru hadithu thauban radhiyallahu anhu marfu'a, hadithi hii kadhalika inafasiriwa na hadithi ya thauban anaposema innal abda layaltamisu mardata Allah, hakika mja wa Allah subhana wa wataala huenda akawa au huwa ni mwenye kuzitafuta ridha za Allah Subhana wa wataala, wala yazalu bidhalika, na wala hataacha kuwa katika hali hiyo. Fayaqulu llahu azza wa jalla li Jibril, kisha Allah Subhana wa wataala baada ya kuangalia moyo wa mja wake huyu anatafuta ridha zake Allah atakuwa ni mwenye kusema kumwambia Jibril inna fulanan abdi yaltamisu mardhati, hakika mja wangu fulani anazitafuta radhi zangu. Wa inna rahmati alayhi, na hakika tayari rahma zangu ziko juu yake. Fa yaqulu Jibril rahmat uh, rahmatullahi ala fulan, Jibril atasema rahma za Allah subhanahu wa taala zimeshakuwa zimewajibika kwa fulani. Wa yaquluha hamalatul arsh, na maneno haya wale hamalatul arsh, walioibeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, watakuwa ni wenye kuyasema. Wayakuluha man hawlahum, lakini pia waliopembezoni mwake watakuwa ni wenye kuyasema maneno yao, hata wale watu walioizunguka walioko mbinguni. Thumma tahbitu lahu ila al-ardh, kisha rahma zile zitakuwa ni zenye kushuka ardhini, kwa kuwa waja hawa watakuwa ni wenye kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu bwana anaitwa Abu Hamza an-Nisaburi siku moja aliulizwa kuhusiana na wale wenye kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wataala, man hum Abu Hafsa ni Saburi suila yawman man lmutahabina fi llah, ni wapi wenye kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sikia jibu lake akasemaje, faqala alamiluna bi ta'ati llah, ni wale wanaofanya katika toaa ya Allah subhanahu wa ta'ala Almutaawinuna ala amri llah, wale wenye kusaidiana juu ya amri za Allah subhanah wa ta'ala. Wa in tafarraqati duwaruhum wa abdanuhum, hata kama majumba yao yakawa yametofautiana, yule yuko kule nchi nyingine, yuko mashariki yule yuko, yuko magharibi. Kadhalika, hata kama jinsia zao zikawa zimetofautiana na makabila yao, wakawa tu ni wenye kutendana kwa ajili ya Allah subhanah wa ta'ala. Nafahamu kwamba uwanja ni wa shekhe wetu ambaye ni mgeni, kwa kumalizia nielezee walau kwa ufupi, ni yapi matunda ma ambayo anayepata yule mwenye kuwa mapenzi yake ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. wa inna min thamarati lmahabbati fillah, na hakika miongoni mwa matunda yanayopatikana kwa mtu kupenda ama kumpenda mtu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ayablugha alabdu kamala alimani, ni kwamba huyu mja atafikia katika daraja la ukamilifu wa imani. Yani, wewe kumpenda ndugu yako katika imani kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya cheo chake, si kwa ajili ya pesa zake, si kwa ajili ya taifa lake, si kwa ajili ya ukabila wake, si kwa ajili ya lolote lile liwalo, bali umempenda ni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Basi wewe utakayekuwa ni mwenye kufanya hivyo utakuwa umefikia kwenye ukamilifu wa imani. fan Fa Abi Umama, radhiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Abi Umama Aradhi za Allah ziwe juu yake, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wasallama qal, ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema: man ahabba lillah wa abghadha lillah, yule atakayependa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ikitokea kuchukia basi anachukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'ta lillah, lakini akitoa ni kwa ajili ya kutafuta ridha za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa manaa lillah na akituzuia kitu pengine atakapoombwa basi akazuia kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, faqad istakmala al-iman, hakika mtu huyu imani yake imekamilika. Bal inna lhuba fillah wal bughdha fi bali, kupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala min awthaq ura al-iman, ndiyo imani yenyewe ambayo imekamilika na iko sawa. Ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema anna rasula Allahi, sallallahu alayhi wa sallam qal ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema: inna min awthaqi ura liman almuwalatu fi llah. Imani au iliyokamilika na ambayo ni nzuri iliyokamilika ni wewe kupenda kwa ajili ya Allah, na ikitokea kuchukia na kufanya wadui kusiwe kwa ajili ya jambo jingine, bali ni kwa ajili ya Allah subhanah wa ta'ala, wal hubbu fi llah wal baghdu fi llah na kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah subhana wa taala. wala, wala yuhissu halawatu al-iman wa watumaninati fi lqalb, na wala haiwezi ikapatikana au mtu akahisi ile ladha ya imani na utulivu wa imani katika moyo illa dhalika alladhi ahabba fillahi wakariha fillah, isipokuwa yule ambaye atapenda kwa ajili ya Allah subhana wa taala na akawa ni mwenye kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ambayo anaipokea Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabii sallallahu alayhi wa sallam qal, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema salathun man kunna fihi, mambo matatu yule atakayekuwa katika moyo wake mambo hayo yanapatikana, ama yeye akawa katika mambo mambo matatu hayo, wajada halawat al-iman, basi mtu huyo atakuwa amepata <todicata> ile ladha ya iman. Haya ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam alladhi la yantiqu anil hawa ambaye hatamki kwa hawa nafsi kwa matamanio ya nafsi. Mtume sala sala akasema mambo matatu, yule ambaye ambaye atakayekuwa katika mambo hayo wajada halawata aliman. Jambo la kwanza, faqala alayhi salatu wasalam, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa huma, ni kwanza awe Allah subhanahu wa taala na mtume wake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wanapendeza mno kuliko mwingine yeyote yule awaye. Mapenzi yako ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam wa yawe daraja la juu kuliko vitu vingine vyovyote vile unavyovipenda. Kisha akasema wa ayuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, na ampende mtu, ikitokea kuna mapenzi amempenda ya mtu yasiwa mapenzi yale isipokuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ykraha an yauda fil kufri, lakini pia mtu huyu achukie katika moyo wake yeye kurejea kwenye ukafiri. baada baada ay anasema wa yakraha an yauda fil kufri kama ykrahu an yukhdhafa finari, achukie kurejea kwenye ukafiri. Allah subhanahu wa ta'ala akakupa hidaya ya dini hii ya Kiislamu ni neema, fama badahu neema ni neema iliyokuwa hakuna neema inayofananishwa na neema ya Allah kukupa wewe hidayah, ambayo inatakiwa umshukuru Allah subhana wa ta'ala kwa neema hiyo kila usiku na mchana. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wama kunna nahtadi laula an hadana Allah. Hujaandika fomu ukapeleka kwa Allah subhana wa ta'ala uzaliwe wewe ni muislam au wewe ubaki katika dini lakini, hii ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe ulichukia hilo tena la kurejea kwenye ukafiri, kama vile unavyochukia kutupwa katika moto wa jahannam wa dhakar al-mundiri riwayat bi lafdin thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman wa ta'ama, yule ambaye mambo matatu yatapatikana kwake yeye basi atapata ile ladha na taamu ya imani kisawa sawa. Ndugu zangu, katika imani kupendana kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala ni jambo ambalo tumekokotezwa sana. Kwa kumalizia, akhbarana al-muhibbu al-mahbubu sallallahu alayhi wasallam, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ametupa habari biana asdaqa almutahabina fi llah, hakika yule atakayekuwa ni mkweli na mapenzi ya dhati katika wenye kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wataala, huwa lahabu ila llah wal afdal, huyo ndiye anayependeza mno kwa Allah subhanahu wa taala, na huyo ndiyo mtu bora kwa Allah subhanahu wataala. Faqala alaihi ssalatu wassalam, ma tahabba rajulani fi llah, hawatopendana watu wawili kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala illa kana ahabbahuma ila Allah azza wa jalla ashaddahuma hubban li sahibih. Allah subhanahu wa ta'ala hawat anasema kwamba hawatopendana watu wawili kwa ajili wa wa ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa atakuwa yule ambaye mapenzi yake yatakuwa ni ya juu sana kwa mwenzake, basi huyo ndiyo atakayekuwa ni mwenye kupendeza mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala na akasema, tumesawasalam ma tahaba ithnani fi fillahi ta'ala hawajapendana wawili kwa Allah kwa ajili ya Allah subhanahu wataala illa kana afdaluhuma ashadduhuma hubban li sahibi, isipokuwa yule mwingine atakayekuwa na mapenzi ya dhati kwa mwenzake, basi huyu atakuwa karibu zaidi kwa Allah subhanahu wataala. Miongoni mwa mambo ambayo enyekupelekea mapenzi kupatikana, kwanza ni alhadiya, kule kupeana zawadi fahia twathiu lmahaba. Jambo hili la kupeana zawadi ni jambo ambalo linapelekea sisi kuweza kupendana na kubaki katika misingi ya Allah subhanahu wa taala ilai, wa lidhalika arshadna ilaiha rasulu llahi salllah alihi wasalam biqauli. Na kwa sababu hiyo Mtume sal llah alhi wa sallam akatuongoza juu ya jambo hilo kwamba tuwenwenye kupendana kwa ajili yake. Mtume salllahalhi wasalam akasema, tahadu, peaneni zawadi tahabu kufanya hivyo mtakuwa ni wenye kupendana. Lakini jambo lingine alikhbaru bil mahabba, kumpa habari na kumweleza yule ambaye umempenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, ukamweleza kwamba mimi nakupenda kwa ajili ya Allah subhanah wa taala, uhibuka lillah, na kupenda si kwa ajili ya jingine, bali ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Na kufanya hivyo ni katika mwenendo mtume sallallahu llahu alaihi wasallam bima yuthmiru min ziyadati mawadda, kufanya hivyo kunapelekea kukua mapenzi kati yenu na katika nywe zenu, lakini pia kuzoeana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema idha ahabba arrajulu akhahu, mmoja atakapompenda ndugu yake. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikitokea kwamba mtu amempenda ndugu yake falyukhbirhu bi annahu yuhibbu, basi ni vizuri akamweleza kwamba yeye anampenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala.

Alamtahu je, umempa habari umemtambulisha kuwa wewe wampenda mtu huyo. Qala la, yule bwana akasema hapana, lakini katika moyo wangu na Allah ni shahidi kwamba nampenda fulani. Qala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema alimhu, mueleze kuwa wewe unampenda kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala. Falahqahu faqala inni uhibbuka fillah, ghafla akamfuata na akamueleza kwamba mimi nakupenda kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala Fakala uhibuka ahabaka alladhi ahbabtani ahab lahu, akupende yule ambaye umenipenda kwa ajili yake yeye. Ndugu zangu katika imani, mada hii ni pana, lakini kulingana na muda wetu na uwanja ni wa shekhi wetu, nitakuwa ni mwenye kukomea hapa. Niseme subhanaka allahuma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.